Uh, katika ziara ya mheshimiwa naibu waziri hapa Kigoma, sasa imefikia muda wa kukagua jengo la eh, monchwali pale. Unaona, pa siendi hata. Kwa nini siwezi kwenda monchwali? Kwa sababu kwanza sipapendi monchwali, japo wote tutaingia, lakini taingia nikiwa sipaoni, lakini kuingia sasa hivi tena, kwanza tena kuoneshana vitu vya monchwali, hapana Nadhani nimwachie Dr. Florence mwenyewe, mweshimiwa naibu waziri wa afya yeye. Haya ndo mambo yake, atadili nayo sana. Moncwali forever, siendi. Katika ziara ya mweshimiwa naibu waziri hapa Kigoma sasa, amefika muda wa kukagua jengo la e, moncwali pale siendi hata kwa nini, siwezi kwenda moncwali Sababu kwanza sipapendi mortuary, japo wote tutaingia, lakini taingia nikiwa sipaoni, lakini kuingia sasa hivi tena kuanza tena kuoneshana vitu vya mortuary hapa, nadhani nimwachie Dr. Florence mwenyewe, mheshimiwa naibu waziri wa afya, aya ndo mambo yake sana, atadili nayo sana. Siendi uh, katika ziara ya mheshimiwa naibu waziri hapa Kigoma sasa imefikia muda wa kukagua jengo la eh, montuari pale. unaona pa? Siendi hata. Kwa nini siwezi kwenda montuari? kwa sababu kwanza sipapendi montuari, japo wote tutaingia, lakini taingia nikiwa sipaoni, lakini kuingia sasahivi tena kwanza tena kuoneshana vitu vya montuari hapa. nadhani nimwachie Dr. Florence mwenyewe, mheshimiwa naibu waziri wa afya yeye, haya ndo mambo yake, atadili nayo sana. Mbona Monchwa forever. Siendi.